Wazokamwambia si maana najua hawezi kukusaliti na siku zote ametamani uendelee kufanikiwa, wala sivyo? Amen. Kuna marafiki wengi unaongea nao sii na wanawivu, ndio hawa nakusafisha kaiile, unapiga uendelee, lakini kuna marafiki ambao kufanikiwa kwao ni furaha yao pia. Kufanikiwa kwako ni furaha ya huyo rafiki. Sasa akuwazungumza juu ya wakili au wakili Neno wakili imetoka kwenye neno wakili, wakili ndio stoat mawakili. Sasa wakisema wakili <coughs> taishindi wakil, wakil, wakil. Sasa kwa wakil, ni kwamba kwa ni mtu ambaye msimamiz, ni msimamizi ni mwangalizi wa mali ambayo amekabidhiwa. Wanasifiwa wakati Mungu ameumba mbingu na nchi maandiko asema alianza kuonyesha vile ambavyo yeye mwenyewe ameanza kuitenda kazi wakili katika uumbaji, na hivyo akawakabizi wa, wa itunze ile bustani waangalie ile bustani naoni adamu na, Adam na Eve, amen. Na hivyo maandiko Mungu akili, anachotakiwa ni kuwa mwaminifu, kuwa nani muaminifu. Wakili ambaye si mwaminifu, mara nyingi inatokea shida, na ikitokea shida, wakati mwingine anaingia kwenye balaa. Ndio maana Yerusalemu inaingia kwenye shida ya uharibifu, maana ilishindwa kusimama katika kile Mungu wasemacho, wakatamani kwenda katika kile wanachokiona wao na kukipenda. Kwa tunapokuwa duniani, maana sisi sio mali yetu wenyewe, na vyoto ulivyo navyo, wao umepewa wasimamizi na mwandalizi, lazima ujue kanuni ya kutembea navyo, ili uweze kufanikiwa. Mafanikio yako hayatatokana na uwezo ulio nao yatatokana, Yata na Mungu aliyekukabidhi. Akiwa umeanza kujifunia, kuna mafanikio utakumbuka. Baadhi ya manabii wengine wakiingia kwenye roho pia ya kukabila hmm, hasikii shida kuona mwingine anakwenda kuharibiwa, lakini kwa sababu sio

Mungu aliwaumba hao wote Bwana sifiwe. Amen. Bwana Mungu akamwambia, nenda kaseme nao wanapotubu. Hao maadui wataka kuwapiga, hawawezi kuwapiga tena. Sasa Mungu atakuwa pamoja nao. Ndio na akasema hii kaji ni hapa ni niishie tu. Ndio akaamua kuchukua beli kero. Kwa sababu katoroka. Kwa maana inawezekana kabisa ni wa Mungu wewe, lakini ukasumbuliwa na roho ya ukabila, roho ya kipili lakini sisi tumepewa neema, kama Wakristo, Wakristo wote kujua wa right. Um, wanatakiwa kujua right. A sasa katikati ya mambo hayo ya wakili wa kimungu inataka imani, maana kwa siku imani hauwezi kwenda sawa na Mungu. Mambo ya Mungu yana kanuni zake, ni tofauti na mapokeo ni ulimwengu huu. Mambo ya Mungu yana siri yake ya chache maana, kwanza, kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwandalia mpenda. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho maana Roho huchunguza yote, hata mafungu ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajua mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamu, ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatupokea roho ya dunia, bali roho atukaa kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuokirimia na Mungu, nayo twanena, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa ya na Roho, tukiafasiri mambo ya roho kwa maneno ya nini ya roho. Bwana si maneke mambo ya Mungu yanahitaji ufunuo na ni ufunuo wa roho, si wa akili na kichwa. amane na lile neno ambalo nimesikiza Mungu. Bwana asifiwe. Kwa ina maana kama hapo katika ile kitabu cha Musa ambapo ile mzee ndiye angalia maandiko na kuzungumza. Nikaona kuna vitu vinapisha. Mungu ni kweli asifiwe wako. Akisema kwa habari ya yule mchana, jambo hilo liwezi kubadilisha kwa mdigo au kwa msafara au kwa mtu aliyodai. Itakuwa jambo hilo. Halo. Ukiona kuna mabadiliko lazima uweke alama. Alama gani? Akuuliza Mungu hana kijongeo. Akiahidi kwamba ukifanya hiki, matokeo yake ni haya, atafanya hivyo, maana hana kituli cha kubadilika badilika. Sisi sisi kumbadilisha Mungu kwa mapokeo na eki, kama tumefurahia sana mapokeo, mapokeo hatutaki yabadilike. Niseme kuna vitu tunasikia ni hivyo

watu wameshaingiza ibada za wafu na hii ni alama ya kufuru, ni alama kwamba tunatoka katika neema ya Mungu. Tunataka kutembeaaa maomananasema ni vizuri, Mungu atusaidie. Watungaji tunaopata tabu ni sisi, wapiga kelele, tunaonekana wazushi, kwa sababu wengine walio Mungu ametiundu ametuuza. Ametuuza wa na no, wanatuuza nchi hii kwa sababu ya kutaka heshima za dunia wa si. na wamekataa kutembea katika kitu la Mungu. Na mbona Tanzania inaenda vibaya? Maana hata walio juu, maaskofu na viongozi wanataka kutembea kwa mapokeo ya ulimwengu sio kwa msingi wa kufunua neno la Mungu. Sikiliza. Si. Kila kinachozungumzwa haijalishi kuzungumza nani. Angalia je, neno la Mungu ndio linasemaje? Maandiko yake katika Kodito kwanza sura ya kwanza ule mstari wa kumi na nane ya kwamba habari hii ya ukweli ajili ya ufunguo wa kimungu ni upuuzi. Neno la msalaba ni upuuzi kwa wale wanaopotea, lakini kwa wale wanaokolewa ni kuja. Sijui ni mmoja watu wanaopotea au ni mtu anaye yuko tayari kuokolewa katika nguvu ya Mungu, mtu ambayo yuko

mstari wa 35 na tano ya kwamba kuna baraka kwa watu wanaojua kutoa baraka. Heri kutoa hivyo, fanyaje kupokea? Wengi kazi yao ni kuwaombea mbele za Mungu, lakini hawataki kufanya kazi kile Mungu anachosema, hivyo hata utoaji wao mpaka usiku. Ukatoa chochote kwa mtu ambaye unampenda, lakini ukatoa toa bila elekezo, ukatoa kama Kaini. Unajua katika maandiko Biblia inaniambia katika kitabu cha mwanzo ile sura ya nne kwa zile ule mstari wa tatu ya kwamba Kaini na Abeli walifundishwa na baba yao Adamu jinsi ya kusimama mbele za Mungu na kumtolea Mungu. Walijua tangu mwanzo, lakini pamoja na kujua, mmoja hakutaka maelekezo ya kimungu. Alikosa kutembea katika divine arrangement ya kimungu. Akaamua kufanya kama anavyotaka hakutoi kama tunavyotaka bali tunatoa kama agizo la Mungu lilivyo. Ukitoa kama unavyotaka basi unapata baraka ile ile ya kimungu. Kwa maana kuna watu wanatoa. Naam. Na kitokapo kweli kuna baadhi ya manabii pia wanaokoroka kweli kweli. Unafuuza kazi at nalizikm vitu vyao Mungu hajailisi Mungu anakuja

Yote ni ya Bwana, Mungu asifiwe. <coughs> Lakini imshamuona Mungu anakula mkate <coughs> eh? Kama ni Mungu anapikia binadamu